Watuhumiwa sita wa makosa mbalimbali wamekamatwa katika wilaya za Kilombero, Mvomero pamoja na Morogoro, ambapo wanne kati yao wamekamatwa na meno ishirini na tatu ya tembo pamoja na kichwa cha mnyama swala. Akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha polisi Ifakara kilichopo wilaya ya Kilombero, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama amesema watuhumiwa wengine wawili ni waporaji maarufu wa pikipiki. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na mikakati yake ya kuimarisha usalama kwa kufanya operesheni mbalimbali. Katika operesheni hiyo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa sita wa makosa mbalimbali kwa kipindi cha kuanzia Oktoba mosi 2025 hadi sasa katika wilaya ya Kilombero, Morogoro na Mvomero. Katika operesheni iliyoshirikisha askari wa wanyamapori iliyofanyika wilaya ya Kilombero na Mvomero, imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne wakiwa na jumla ya vipande ishirini na vitatu vya meno ya tembo katika tukio lililotokea Oktoba 12, 2025 walikamatwa Ernest Edwin Makali, mkulima mkazi uh, uh, wa Mbingu, huyu ana umri wa miaka 53, na Lois Mwaka Luvanda mwenye umri wa miaka 58, mkulima mkazi wa mkoani Iringa, wakiwa na jumla ya vipande 20 vya meno ya tembo. Watuhumiwa walikamatwa katika kijiji cha Sagamaganga, kata ya Signal, wilaya uh, ya Kilombero mkoa huu wa Morogoro. Aidha, Oktoba 15, 2025 katika kijiji cha Kidudwe kata ya Mtibwa wilaya ya Mvomero walikamatwa Athmani Sadiki Mtai mwenye umri wa miaka 32, ni mkulima mkazi na mkazi wa Kidudwe na Ayubu Zakaria Kasian, huyu ana umri wa miaka 18. Hao kwa pamoja walikamatwa wakiwa na kichwa kimoja cha mnyama aitwaye, anayedhaniwa kuwa ni swala. Vile vile mnamo Oktoba 13 katika kitongoji cha Kimbwala kijiji cha Kisaki wilaya ya Morogoro alikamatwa mtu mmoja aitwaye Mongota Rugwasha Jisabu mwenye umri wa miaka 27 mkazi wa Kimbwala. Huyu alikamatwa akiwa na vipande vitatu vya meno Morogoro, Fathili, Muhammad, ya tembo. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa pia kuwakamata Fadhili Muhammad Sheweri. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 17 ili mkulima, ni mkazi wa Muhola, Ifakara, wilaya Kilombero na Kretus akwilini mnolele naye ni kijana umri wa miaka 16, mkulima, mkazi wa Mhola kwa tuhuma za kufanya matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Uh, vijana hawa walifanya tukio hili Oktoba 17, 2025 majira ya usiku huko katika eneo la uwanja wa taifa kata ya viwanja sitini wilaya Kilombero, ambapo watumiwa kwa pamoja uh, walipora pikipiki piki MC 155 DYR na kumtelekeza kijana waliyokuwa wamemkodi. Mbinu waliyotumia ni kumkodi kama abiria na baadaye kumkama na kumtelekeza. Lakini kwa jitihada za Jeshi la Polisi, vijana hao pamoja na pikipiki wamefanikiwa kukamatwa na saa hizi wanasubiri hatua zingine za zinazohusiana na haki jinai. Jeshi la Polisi linawashukuru sana wananchi ambao wanaendelea kushirikiana na polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Aidha, linawataka watu wote kuacha vitendo vya uvunjifu wa amani, hasa wakati huu tunapojiandaa kutekeleza zoezi la kikatiba la kupiga kura Oktoba 29, 2025 kuwachagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Kutokea hapa katika kituo cha polisi Ifakara, Wilaya ya Kilombero, mimi ni Kasimu Akida na hii ni Usalama TV. Usiache kusubscribe, comment na kulaiki peji za jeshi la polisi ili kuwa mwanafamilia.